Na bwana moja kati ya vitu ambavyo vimehapeni huko mtandaoni ni, ni kwamba msanii ambaye yuko katika record label ya WCB, namzungumzia D Voice, D Voice bwana ameamua kutia neno kuhusiana na ameitaja record label ya ambalo limeshangaza watu wengi sana kwa sababu sio kawaida na hamna mtu ambaye alikuwa anatarajia kuzungumzia, kwa kwamba akatolea mfano wa lebo alafu akatolea mfano huo kupitia record lebo ya Konde Gang, wakati kuna lebo tayari ambayo yeye pia. Bwana ni kwamba kuna huyu shabiki ameenda kucomment katika page ya D Voice na D Voice akaiona hiyo comment na akaamua kuijibu. Kwa mujibu wa shabiki, shabiki anafahamika kwa jina la mku anaitwa Nkumbi san ameandika kwamba bwana, kila siku singeli za nini, jumba imba bongo flavor kama wakina Harmonize kipindi hicho. Umeona bwana eh? So huyu jamaa alivyokuja ku comment hivyo kwamba kumwambia kwamba D Voice kila siku anaimba singeli za nini, angeimba bongo flavor kama wakina Harmonize kipindi wako WCB, D Voice akaja akajibu kwamba bwana, fungua lebo yako msanii wako. Uh, fungua lebo yako and then wasanii wako waimbe kama wakina Harmonize umeona bwana eh? Nah, so hivyo ndivyo mambo yalivyo. Hilo ndio jibu ambalo limetolewa pale pale, back to back, eh, kutoka kwa D Voice kwa huyu jamaa ambaye ameenda kujibu hiyo comment. Sasa baada ya hayo kutokea, ni kwamba hapa wadau mbalimbali na page mbalimbali mbali zimekuja kuripoti kuhusiana na hii issue. Kwa mfano, hapa kuna peji imeandika kumbe, bwana mkali wa singeli kutoka WCB D Voice, ambaye pia ni miongoni mwa wasanii wa singeli wanaofanya vizuri katika mziki huo, ambao kwa sasa hivi anazidi kukua zaidi. Moja kati ya kitu ambacho msanii huyo akipendi sana ni mtu kujifanya mjuaji mbele yake haswa linapokuja suala la aina ya mziki e, anaoufanya na inaweza kupelekea hata mkagombana kabisa. D Voice bwana amemjibu mmoja kati ya mashabiki ambaye ameamua kumshauri kwamba aache kuimba singeli na ajikite zaidi kwenye mziki wa aina ya bongo flavor. Kitendo hicho kilimchukiza e, D Voice na kumjibu kuwa kama unataka hivyo basi, ukafungue ile code label yako na usaini wasanii wako ambao wataimba kama wakina Harmonize, kama wewe unavyotaka. So hilo ni jibu la D Voice, ambayo limefanya watu wengi sana wabaki mdomo wazi kufuatia kwa hicho ambacho kimetokea. So ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section, ndio tukisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.